Serikali haijalala kwa kujenga mradi mkubwa ambao utatoa jawabu mbadala inapotokea hali ya aina hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ombi ambalo tunaomba sisi kama wizara, kipindi hichi ambacho tulichopitia nikiwa kama waziri wa maji na watendaji, natamani siku waziri mwingine akija asikutane na hali ambayo tumekutana nao sisi. Tuna mpango mzuri juu ya ujenzi wa bwawa la Kidunda. Ni kuombe mheshimiwa wa waziri mkuu, hatua iliyobakia ni hatua ndogo sana, basi fedha zake ziweze kutolewa kwa wakati ili twende tukaikamilisha ile kazi, tuweze kuhifadhi lita bilioni mia moja na tisini ili kipindi cha ukame, wanapwani wana Dar es Salaam waendelee kupata huduma ya maji safi na salama. Maji ni uhai. Ah, hamna mbadala wa maji. Kuna vyakula vingine watu mnaweza mkakua usikutane usi, usi, nacho na ukaishi tu, lakini maji hayana mbadala, na kama tume kwa lugha ya sasa wanasema kubipwe. Eh, tumejaribiwa hivi kwenye ka, ka, kuchelewa tu mvua tumepata taharuki ya aina hii. Tukamilishe hii miradi ambayo ni jawabu la hali ya aina hii, kitokee mradi wa Kidunda ambao bilioni mia moja zimeshatumika bado bilioni kama mia mbili na thelathini na sita hivi. Tukizi, tukiziweka kwenye mafungu zina zinakamilika. Lakini pia tukamilishe ule tuanze ule warufiji ili kuweza kujipa. Na bahati nzuri, ule mradi wa Rufiji ni utekelezaji wa ilani hii mpya ambayo inaelezea kwamba kutakuwepo na gridi ya taifa ya maji kuyatoa kwenye. Imefanya vizuri wizara ya maji mapping ya nchi nzima ya kutoa maji kwenye mito ambayo haikauki kupeleka kwenye matumizi ya lazima ma haya ya maji. Kwa hiyo hii hii, tutakapokuwa na kikao tutaweka mpango kazi, Tubane matumizi sehemu nyingine ili wananchi wapate maji ya uhakika.